Mimi ndimi Yesu unayenitesa, ni vigumu kwako kuzipiga teke chokaa. Akitetemeka akashangaa akasema, Bwana unataka nifanye nini? Hilo ndo swali la pili. Kwa hiyo maswali makuu muhimu, la kwanza, Bwana wewe ni nani? Ya pili, Bwana unataka nifanye nini? Kwa hiyo andika swali la pili hilo, Bwana unataka nifanye nini? Swali la kwanza ni swali la ufunuo wa kumjua Mungu. Swali la pili ni swali la kusudi. Baada ya kumjua Mungu, cha pili kwa umuhimu ni kusudi la maisha yako, kwa sababu kama ukiishi haya maisha alafu ukamaliza siku zako na ukutimiza mapenzi au makusudi ya kuja kwako, ni kama vile haukuja. Helo, nikikupa mfano, ukisema labda kwenye nyumba ukasema una mtu ambaye anakata majani, akaja hakukata majani, ni kama vile hakuja, si ndio? Kwa hiyo kila mmoja aliyoko duniani analo kusudi, na asipolitimiza ni kama hakuja. Na hatuwezi kujua kusudi kutoka kwetu, tunajua kusudi kutoka kwa aliyetupa kusudi. Ndio maana kusudi halitafutwi, kusudi linagunduliwa. Shika, unanielewa? You get to discover purpose. Unagundua kusudi la maisha yako, na kusudi haliji kwa kujitahidi na kujitutumua, linakuja kwa surrender, kwa kujiachilia. Sema nasikia, alright. Kwa hiyo swali ambalo tunaliangalia ni kwamba, Bwana, imenipasa nifanye nini? Bwana nifanye nini? Watu wengi wanajiuliza nifanye nini na maisha yangu, what should I do with my life? Niuze okay, vitumbua wakivitumbua okay, au nishone nguo au ni, nifanye hichi nifanye kile. Lakini swali sio mimi nifanye nini, swali ni bwana nifanye nini, au imenipasa nifanye nini. Haleluya! Sema nasikia. Soma kitabu cha Yeremia moja tano Yeremia moja tano Nitasoma, ntasoma sababu nikimbia na muda. Inasema, kabla sijakuumba tumboni, nalikujua, kabla ujatoka tumboni, nalikutakasa nimekufanya nabii kwa mataifa. Sio Yeremia tu, mwambiako, anaongea na wewe Paulo anasema kwamba Mungu alinitenga tangu tumboni mwa mama yangu. Paulo ambaye aliishi duniani akatesa kanisa, lakini anajua kwamba Mungu alimtenga tangu tumboni mwa nani? Haijalishi mtu ameishi maisha gani, lakini Mungu alikujua kabla hujavumbwa tumboni kwa mama yako na akakupa assignment. Inua mkono wako, jisema maisha yangu yanakusudi maisha yangu yana kazi maalum. Aleluya! Huwa anapenda kuwaambia watu kwamba ashukuriwe Mungu ambaye alituita kabla ya, ku, ya, ya kuwepo kamati yoyote. Mungu akuita kamati akasema tu tumpe nini? no, no, no. Al, ye aliamua kuhusiana na maisha yako. Alikupenda kabla hujaanza kukosea, alikupenda kabla hujamjua, akakuita kabla hujamjua. Sema amen. Haleluya! Kwa hiyo hauwezi ukajua kusudi lako kutokana na unachotaka au kutokana na akili yako. Unajua kusudi lako kwa yeye aliyekufanya. Swali la kusudi sio nini unataka, ni nini anataka. Haleluya! Ni nini anataka mm. Matendo 13:36. Matendo 13:36. Matendo 13:36 inasema kwa maana Daudi baada ya kutumikia mapenzi ya Mungu katika kizazi chake akalala akawekwa pamoja na baba zake. Kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu, mapenzi ya Mungu kwenye kizazi chake. Inua mkono wako juu, sema nalitumikia shauri la Mungu na yatumikia mapenzi ya Mungu kwenye kizazi changu. Aleluya! Kwa hiyo Daudi alikuwa ni ultimate example of success kwenye agano la Kale, alitumikia mapenzi ya Mungu kwenye kizazi chake. Haisemi kwamba Daudi alifanya alichotaka kwenye kizazi chake. Kuna wafalme ambao kusema didha, wanasema na fulani akatenda dhambi kisha akalala kama baba zake. Haleluya, amen. Kuna wafalme ambao habari yao iliandikwa hivyo, lakini nasema kuhusiana na Daudi, aliishi shauri la Mungu, alitenda mapenzi ya Mungu kwenye kizazi chake. Sikiliza, picha ya kizazi hicho hajakamilika bila wewe. Narudia tena, picha ya kizazi hicho hajakamilika bila wewe. Kuna kitu ambacho Bwana ameweka kwa ajili ya wewe kufanya, mnasikia haleluya? Labda niongee ni niweke kitu hapo kidogo, ambacho pengine nitapata siku nifundishe mahali kama sio hapa au ni hapa. Kuna kitu ambacho kinaitwa main character syndrome, main character syndrome. Maana yake ni pale kila mtu ambapo anataka awe stelling kwenye movie hello. Unajua wengi tukisoma Biblia tunajiona kama Musa, Danieli. Mtajeni majina eh? Daudi. Uh-huh. Nani wengine? Paulo, Petro. Lakini sijamwona mtu anasoma Biblia an an anamwadhimia mtu kama um, Aruni kwa mfano. Eh? Epafra. Yes. Epafra. Mtu kama Ana ambaye alikuwa akifunga na kuomba mjane wa miaka 80 na alikuwa akifunga na kuomba hekaluni usiku na mchana, akiomba kwa ajili ya siku za masi kuzaliwa. Hakuwahi kuhubiri, hakuwahi kuvaa suti. Akiniangalia unajua ni neno limeingia, lakini hapana, kuna maono amepokea. Haleluya. Basi kila mtu anataka awe main character. Kila mtu anataka kuwa Musa. Amna anaetaka kuwa Haruni. Amna anaetaka kuwa Jonathan rafiki yake Daudi. Amna. Lakini the truth is kuna watu ambao, kwa sababu Mungu hatureward au atupi thawabu kutokana na ukubwa wa nafasi zetu, anatupa thawabu kutokana na uaminifu kwenye nafasi alizotupa kuna watu ambao watapokea thawabu sawa na Pastor Chris mtu wetu wa Mungu na hawajawahi kusimama mbele ya watu kwa sababu walikuwa waaminifu pale Mungu ambapo wapo siko, naelewa. Kuna watu ambao kwa sasa hivi wako sehemu kwenye war zone, wanahubiri injili maisha yao yanawindwa all their life, na hakuna kamera, hakuna social media, hamna likes, hakuna shares, wako kusikojulikana, hamna mtu anajua majina yao. But that day ile siku baleko kataba ye tutaposimama mbele ya yeye akimu mwenye haki, oh Lord our righteous ever merciful ever loving our Lord Jesus. Ndio maana nawambia kwamba kuna vitu unaweza ukafanya kwenye maisha haya mtu asijue, mtu asikusifie, lakini mbingu inaona. Haleluya. Kwa hiyo kwenye kutimiza kusudi, sio kuvaa suti, sio kuwa eh, mimi nataka mpaka niwe kama uh, man of God bale koto baye <laughs> That's not ni, swali ni Bwana, unataka nifanye nini? Bwana, imenipasa nifanye nini? Hello? ni uaminifu kwenye position ambayo umepewa. Na utapoanza kuelewa hivi, utaweza kufanya mambo makubwa sana, kwa sababu kuna watu ambao hawawezi kufanya mambo makubwa wasipo, wasipopata credit wasiposifiwa wao. Ushasikia mtu amekaa amesikia, ah, ameambiwa habari kuhusiana na gari nzuri mtu alinunua, hawezi kushangilia kama sio yeye, anasema Kristo sio magari, kwani kwa vitu vya kupenda. Lakini ikiwa ni yeye analipost analipost anaweka naandiko pale na, na, na, na, uh, kuna maneno watu wanasemaga haikuwa rahisi nakabiti bwana. Hmm. E, Bwana umetenda ushuda, ile iko pale na gari yake ya post sasa, nyimbo fulani ushuda Sio, sio ndoa. I mean sio sio gari. Amekaa kaa amesikia, amekaa amesikia nani? Kadi ya ya ndoa imekuja, anaanza kuelezea ndoa za hizi ndoa za zani ndoa za siku hizi, hajaolewa na kojifunze kufurahia Aleluya, mambo ya wengine, si ndio? Una rafiki yako, wewe unaomba kuliko yeye, umesikia amepata gari, mtumie laki moja ya mafuta, sio? Unasema bwana watu <laughs> wanajua wanabubujika, kumbe una hasira na Mungu. <laughs> Bwana, nimejitunza kwa ajili yako. Aleluya. <laughs> Tunapenda tuwe main character, tunapenda tuwe kwenye spotlight. Tunapenda tuwe kwenye spotlight Aleluya. Kristo sio tu sababu ya sisi kuishi kuishi, Kristo ni kusudi letu Christ our purpose. Aleluya. Unajua duniani unaambiwaje? Follow your heart. Msikia Follow nini? Follow your heart. Kuna watu tume follow our hearts. Our hearts zilipotupeleka hatutakaa turudi tena. Sema amina. Follow your heart. Mwingine anakuambia follow your passion. Follow your passion, what do you like, follow what you like. Watu wengine wame follow what they like, today they are hungry because they follow what they like. Maandiko asemi follow your passion, hayasemi follow your heart. Yesu anasema nifuateni mimi, follow me and I will make you. Hallelujah. Asema nifuateni nami nitawafanya, asema nifuateni nami nitawapa, asema nifuateni nami nitawafanya. Aleluya. Hii habari ilitokea kati, muujiza umetokea kwa Petro. Petro amempa Yesu chombo chake ya ubiri. Baada ya muda, Yesu amefanya muujiza ambao tunaujua. Pita details za huo muujiza, Petro amekamata samaki wengi wengi, kupita kiasi. Maandiko yanasema Petro akaanguka mbele yake ondoka kwangu maana mimi ni mwenye dhambi. Ondoka kwangu maana mimi nani? Huwa mara nyingi unajua, mimi sijui kwa nini, unajua pengine ni jinsi ambavyo unawaza. Ninaiona ni neema ya Mungu kwenye kila hadithi kwenye Biblia. Kumbuka Petro ni mdhambi tu sahiyo, unajua, mtu, abe, unakuja, mtu, shida hauko sawa na Mungu, kuna kitu hauko sawa na Mungu. Ndiyo maana unapita hapa, unapopita yaani, watu wanamwangalia picha ambayo watu wanaoya wa Mungu ni mzee mwenye ndevu nyeupe nye, ana hasira ameshika fimbo ya hukumu, anaangalia, anasema huyu amna tacha <laughs> kuona Hello. Lakini Petro ni mwenye dhambi, lakini Yesu anampa mavuno ambayo hajawahi kutegemea. Yes, Mungu kwenye maisha yako anataka akutendee mema mpaka we mwenyewe ushangae. Shika, unanisikia? Petro akuokoka kwa sababu ya mateso na unajua, sikiliza nikuchekesha. Kwa maana nyingine, Yesu alihubiri muda mrefu sana na Petro akusema mi ni mwenye dhambi. Kuna watu ambao hawahitaji mahubiri. Petro amehubiriwa mpaka ibada imeisha, ajagundua kama ana dhambi alivyoona samaki, ufunuo ukamwingia kwamba mimi ni mwenye dhambi fam amesina no, kwa unaweza kuambia watu nyie ni <laughs> wenye dhambi eh, hey, wanakuangalia na kuambia tayari una dhambi bwana achochote, but when they see maandiko yasema, je, hamjui kwamba ni wema wa Bwana unaotufanya tutubu? It is the goodness of God that leads us into repentance. Hello, Petro alivyokamata wale samaki wengi kiasi kile.